Nyiye watu wa Dar es Salaam, asilimia 80 ya watu wa Dar es Salaam wako kwenye mitandao ya kijamii, wako kwenye WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, mko kote huko. Si kweli? nyiye nyiye ndio walaji wa propaganda nyingi, nyiye ndio walaji wa propaganda nyingi. Na hapa Tanzania, bahati mbaya, kuna kile kidada kimekonda, kiko Marekani, yeye yeah, kila kaya asubuhi. Sisi, sisi watu wa mkoa mara kule, watu wa, wa kanda ziwa kule, hata kama tungeenda sokoni kuchagua ng'ombe, hatuwezi kuchagua stempuli ile, sisi tunatafuta ng'ombe iliyonona. Sasa mtu anaamka asubuhi, yeye yeah, kazi yake ni kuleta propaganda kwenye mitandao, analisha watu ujinga na propaganda, alafu kuna mtu yuko Temeke na yeye anaamini mtu yuko huko Marekani alafu na wewe unaamini unakuta ta na tension eti tarehe kumi na tisa sijui itakuwaje nchi hii ni kubwa kuliko mtu kura tutapiga nchi tabaki salama na tutasonga mbele